Hujambo, mtazamaji wa runinga ya Waso kwenye kitengo chetu cha afya yetu uhai wetu. Leo nimekuandalia makala maalum waridi la tumaini, ambapo nitaangazia mapambano dhidi ya saratani ya matiti. Katika kuadhimisha mwezi wa Oktoba unaotambuliwa kimataifa kama mwezi wa uhamasisho wa saratani ya matiti, Hospitali ya Rufaa ya Isiolo imeungana na mashirika mengine duniani kuhimiza uchunguzi wa mapema kama njia bora ya kupunguza vifo vinavyotokana na ugonjwa huu. Katika mahojiano maalum na Muuguzi Joyce Mwende kutoka idara ya magonjwa yasiyoambukiza katika Hospitali ya, ya rufaa ya Isiolo amesema kuwa saratani ya matiti ni hali ambapo seli za titi huanza kukua bila udhibiti na kuunda uvimbe hatarishi unaoweza kuenea sehemu nyingine za mwili endapo hautagunduliwa mapema. Saratani ya matiti ni saratani, ziko aina mingi, na haswa ya matiti ni ugonjwa ambao unaanza kwa zile tunaita cells za mwili ambazo zina grow zinakuwa abnormally, so inaweza kuwa pahali popote kwa mwili, haswa kwa matiti inakuwa inaafekti hiyo sehemu ya mwili. Yes, so inakuwa ni ni kansa ya matiti kama kansa hizo zingine. Yes. Bi. Mwende alitaja dalili za awali za saratani ya matiti kuwa ni pamoja na uvimbe usio wa kawaida kwenye titi au kwapani, miongoni mwa dalili nyinginezo. kwa dalili kunakuwa na dalili mingi haswa kama unakaa ukijipima pima, ukiwa ile tunaita self breast examination, uta notice eh, kuna mabadiliko ambayo yamekuwa kwa matiti. Kwanza utaona matiti inaweza kuwa inafura ama inakuwa kubwa kushinda nyingine. Namba mbili, utaona kwamba imebadilisha rangi. Kuna pahali inaweza kuwa imebadilisha rangi, inakuwa red. Unaweza ona imekuwa na kindonda hapo kwa nipo mahali mtoto ananyonya, unaweza ona kumekuwa na kindonda pia. Unaweza ona kwamba katika hiyo matiti e, imeanza kutoa usaha wakati unaifinya pale bandara ya itoe tumaji ama tumaziwa, unaweza ona usaa ama unaweza ona damu pia. Uki ukipima vile una palpate, unaweza sikia kama kuna kafimbe ambako kamekuwa ambayo, kafimbe ambayo inaweza kuwa hapo ndani, inaweza kuwa kubwa ama inaweza kuwa ndogo. Na kwa hii fimbe unaweza differentiate kama ni kale kako fixed, ama kana songa songa, so kuna vile tuna differentiate the, the breast lumps ama hizo fimbe, tunasema hizo fimbe. Amesisitiza umuhimu wa wanawake kujichunguza wenyewe angalau mara moja kila mwezi, hasa baada ya siku za hedhi, na kuwashauri wanaume pia wasijione wako salama, kwani nao wanaweza kupata saratani ya matiti ingawa kwa kiwango cha chini. Ile screening tuna encourage every person afanye screening. Kwanza ile tunahimiza sana ni self breast exam, ile wewe mwenyewe unajifanyia, unasomeshwa vile unajipima namba tu. Kuna clinical breast examination. Clinical ni ile unaenda pale hospitali kulingana na miaka yako, toka 25 years kwenda juu unaenda pale unapimwa, na daktari anaweza kuona kama kuna shinda yoyote to. Kwa hiyo uhamasisho ni mzuri, kwa sababu wakati ile lampa ama ile shinda imepatikana pale, na saa hiyo hiyo kafimbe ni kadogo, kanaweza tibiwa mapema na hiyo ugonjwa iweze kuisha kabisa. Na watu unakuta mtu yule ametibiwa mapema, hata ina prolong maisha yake, so hiyo ndiyo umuhimu wa kuchunguzwa mapema, ile ni early screening. Wewe unafanya early screening, early diagnosis, early treatment e, saratani ya matiti huaffect both wanaume na wanawake, kwa sababu wanawake ni matiti yao ni ile tunasema iko na fat tissue ambayo unaona ikiwa kubwa, pia wanaume wako na matiti ambayo pia inaweza pata wanaume. Kuhusu kinga, ameshauri wananchi kudumisha mtindo bora wa maisha, kufanya mazoezi ya mara kwa mara, kula lishe yenye matunda na mboga, na kuepuka kunywa pombe na kutumia tumbaku, na pia kufanyiwa uchunguzi wa mammogram kwa wanawake wenye umri kati ya 35 na 45 na 45. Kwa saratani inasemekana kwamba the real cause is not known but kuna risk factors. Na kwa risk factors tuna two types of risk factors, kuna modifiable hizi ni ambazo zinaweza unaweza badilisha, na non modifiable. Na non modifiable huwezi badilisha, kama wewe ulizaliwa ukiwa eh, mama na wewe umezaliwa ukiwa baba, hiyo huwezi badilisha lakini kuna zingine zina tunasema ni modifiable ambazo unabadilisha kama kufutangi wa sigara. Kufutangi wa sigara kwa sababu pia ni risk factor ya breast cancer. Kuna pia hii chakula ambayo tunakula siku hizi ambayo hii chakula ni mostly processed, you can modify that. unakula whole meal vitu kama hizo. Number 3 kuna vitu kama use of hormones, hormonal therapy kama wakati mtu anaenda menopause, unakuta pale kuna shinda mingi ambazo zinakuja hormones, zinatoka kwa mwili but unachukua zile hormones, unaitumia kama dawa ya kupunguza zile dalili za menopause. So we can still modify that eh, unawacha kutumia hizo hormones kwa sababu tumeona hizo hormones, kama estrogen, ni risk factor pia, ya risk factor ya ya hii ugonjwa ya ya breast cancer, so hiozo ni some of them ambazo tunaweza jizuia nazo. Yes, especially the young ambao wanatumia vyakula vile bi, processed na use of a lot of fatty foods and then wanapata obesity, hiyo ni vitu ambayo tunaweza badilisha. Akihitimisha, Bi Mwende alitoa wito kwa jamii kushirikiana na katika kampeni za uhamasisho na kusaidia wagonjwa wanaopambana na ugonjwa huu. Kwanza tunasema wale ambao hawajapata ni vizuri kufanya screening, wale ambao wamepatikana na hii ugonjwa ni vizuri unatibiwa mapema. Kwa hii matibabu tunasema kwanza, stick to your treatment, ile matibabu daktari amekuelezea ni vizuri kuendanisha nao kama ni pasuaji, kama ni chemotherapy, kama ni radiotherapy, unafanya hizo sessions, unamaliza vizuri. Tunaangalia pia mambo ya diet. Tunasema afadhali diet unabandilisha, so that pia inakusaidia to go through the treatment na pia ukimaliziwa hizo zote, tunasema ni vizuri kukaa ukiona daktari, hata kama umeambiwa you are cancer free, it is always good Check-up. Annual check-ups every time unaenda to your oncologist, mnaongea unafanyiwa hizo check-ups, unaelezewa kama uko sawa ama kuna shida, inaweza kuwa inapatikana na inamea uko ndani pole pole. So annual check-up is very paramount kwa jamii ile tunaweza hamasisha jamii, that is the community, ni watu waskriniwe. Screening is very paramount. Wakati unaskriniwa unapata hauna shinda, you feel comfortable. Kama kuna shinda inagunduliwa mapema, kama ni treatment unafanyiwa mapema. So mazisho letu haswa kwa hii mwezi ni kuambia jamii waende wakapimwa matiti katika ile hospitali iko karibu na ye, na wao wow, that is early screening, yes. Kwa mujibu wa takwimu za Shirika la Afya Duniani, WHO, zaidi ya asilimia 90 ya wagonjwa wanaogunduliwa katika hatua za awali huishi zaidi ya miaka mitano baada ya matibabu. Hapa Kenya, takwimu kutoka Kenya National Cancer Registry inaonyesha kuwa saratani ya matiti ndiyo inayoongoza miongoni mwa wanawake ikichangia takriban asilimia kumi na sita ya visa vyote vya saratani nchini na zaidi ya elfu sita ya visa vipya kila mwaka. Nimekuwa msimulizi wa makala haya, waridi la tumaini. Hussein Morangiriguyo, Runinga ya Waso ya kujuza na kukuburudisha.